Bwana Yesu asifiwe. Uh, kwa majina anaitwa Mwinjirist Marugu. Uh, katika mchana huu nimeamua kuletea somo zuri ambalo litaenda kutujenga katika safari yetu ya imani uh, kumekuwepo na uh, mkanganyiko mkubwa sana katika swala la imani, na yapo mambo mbalimbali mbali ambayo yanaelezea na yameelezewa katika Biblia ambayo yanatatiza sana watu katika swala la imani na kuleta uh, mkanganyiko na kuwa na madhehebu mbalimbali Wapo watu ambao wanafata baadhi ya mambo lakini wapo mengine hawafati baadhi ya mambo ikiwa yamenda katika Biblia, lakini siku ya leo nimeonolea nikuletee somo zuri kabisa, ambalo naelezea misingi au kanuni ambazo Mungu aliziweka katika swala zima la afya au kwa maana ya vyakula ambavyo Mungu aliviweka kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu, lakini kuna mafungo ya ambayo yanaelezea ambayo yanawapa changamoto watumishi wa Mungu, lakini leo nitakuletea fafanuzi. Ya hayo mafungu mfano mafungu moja zuri sana ambalo limeelezea katika kitabu cha Wakorosai mbili na ule mstari wa 16 nitaenda kusoma kwa pamoja, ili, ili kusudi ulisikie mtu wa Mungu. Imeandikwa katika kitabu cha Wakorosai mbili na ule mstari wa 16 nalo nitasoma linasema hivi: Abas, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au miandamo wa mwezi au sabato. Hapa tunaona kuna baadhi ya mambo yameelezewa. Kuna jambo la kwanza, amesema kwamba mtu asihukumu kwa ajili katika ya vyakula, kuna vinywaji, kuna sikukuu, miandamo ya miezi pamoja na sabato. Ni mambo ambayo haya kiujumla, e, katika Wakristo au wanadamu katika nyakati za hizi za mwisho wanakuwa wamechanganyikiwa kuelewa nini muktazo wa hili fungu tuenda kuchangua kitu kimoja kimoja. Ameanza kuzungumza mtu asihukumu ninyi kwa sababu ya vyakula. Tuangalie ni vyakula gani ambavyo Mungu aliviweka ili kusudi mwanadamu avitumie. Kuna kuapo na matumizi mbalimbali ya vyakula, na ukienda kuna, kuna, kuna fungu moja limeelezewa katika kitabu cha e, cha mar uh, Marko 7. Nitaenda kusoma ili kusudi tuelewe kwanza haya mafungu yanakuwa na maana gani? Nitasoma ili kusudi tuweze kusikia kwa pamoja. Kitabu cha Marko kimeeleza vizuri kabisa aa, neno la Mungu linasema hivi, ni Marko Marko saba sura ya saba. Kama una Biblia hapo unaweza kufunua ili kusudi tuweze kusoma kwa pamoja, waambatane pamoja na mimi uh, ukianzia uh, mstari wa kumi na saba fungu linasema hivi: hata alipoingia nyumbani, ameuacha makutano mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari ya za ule mfano, akawaambia hivi hata ninyi hamna akili? hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakaza vyakula vyote. Akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Sasa tuna Mungu amesema amevitakaza vyakula vyote, na anasema kwamba kimwingacho mtu hakimtii unajisi lakini kinamtokacho ndicho ambacho kinamtia unajisi. Ukiendelea kusoma msali kwa chini hapo utakuta vitu ambavyo vinazungumziwa, amezungumzia masuala ya ulevi, amezungumzia masuala ya masengenyo, amezungumzia masuala ya uesharati, na pamoja mambo mengi ambayo mwanadamu anazungumza ndiyo ambayo aenda kumtolea na awe najisi. Sasa tunaangalia ni vyakula vipi ambavyo Mungu amevitakasa. Ukisema, wapo watu ambao tunawafungu haya ili kutumia kila chakula, mfano watu wanasema kwamba kula nguruwe ni halali. Je, kama kula nguruwe ni halali na kama umesema kwamba kitu ambacho kinamwingia mtu akimtia najisi je, ni halali, kula, ni halali kula fisi? Ni halali kula eh, mwewe? Kwa nini tutumie hivyo? lakini watu wanatumia baadhi ya vyakula Sasa tuangalie ni vyakula gani ambavyo Mungu alivitakasa. Tukirejea katika kitabu cha Mambo ya Walawi uh, msa, na Mambo ya Lawi sura ile ya 11 imeeleza au imefafanua Mungu aliongea pamoja na Musa akamweleza kwamba vyakula vifuatavyo ndivyo ambavyo wana wa Israeli wana wa Israeli tuzungumzie ni watu gani ni watu ambao wameamua kumfata Yesu wanatakiwa kutumia vyakula vifuatavyo nitazungumzia sana katika a, e, wanyama nitazungumzia wanyama a, neno la Mungu inasema hivi mstari mambo ya lai 11 na ule mstari wa 24 inasema hivi, nanyi mtakuwa uh, mtakuwa najisi, katika, e, najisi kwa wanyama hao. Uh, ngoja nirudi katika mstari wa 13. Kisha Mungu anasema kisha katika ndege hawa watakuwa ni machukizo kwenu, hawataliwa, ndiyo machukizo. Kuna tai ametaja, kuna furu, furu, furukombe ametajwa, uh, kipungu uh, na mwewe na kozi kwa aina zake na kila kunguru kwa aina zake na mbuni na kirukanjia na aina zake na dudumizi na kipanga kwa aina zake na bundi na mnandi na bundi mkubwa na mundi na mwari na nderi na, ko, na korongo na koikoi na kwa aina zake na, na hudihundi na popo hawa ni hawa ni baadhi ya ndege ambao Mungu aliwataja ya kwamba sio vyakula kwa, tumeona kwamba hawa sio vyakula. Mstari wa ishirini asema hivi: tena vyote vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne, hivi ni machukizo kwenu. Pamoja na hayo, hivi vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne ni halali kula, hao walio na miguu mirefu ya, kiluka, ya, ya kulukia juu ya nchi, katika hao mnaruhusa kuwara nzige kwa aina zake, na nzige kuu kwa aina zake, na panzi kwa aina zake, na parare kwa aina zake. Lakini vyote vitambaavyo vyenye mabawa vilivyo na miguu minne ni machukizo kwenu. Hapa tunaona ndege ambao wametajwa kuwa kwamba hawa hapa mstari kuanzia mstari wa 20 hadi mstari wa 23 hawa ni ndege ambao wametajwa y kwamba tunapaswa kuwatumia, lakini kule mwanzo tumeangalia kwamba wapo ambao hatupaswi hatu, hatu, hatu, kuwatumia. Narudi katika eh, lile fungu fungu a uh, eh kumi na moja na ul mstari ule mstari ule wa mtanzia kusoma mstari ule wa wa pili Neno la Mungu linasema hivi: nena na wana wa Israeli ukiwa mkiwaambia, wanyama hawa ndiyo wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake mwenye kwato katika miguu yake mwenye miguu ya kupasuka kati mwenye kucheua katika hayawani hao ndiyo mtakao wala. Kukumetana, kwa hivyo tunaona kwamba katika wanyama tumepewa aina ya vyakula au aina ya wanyama ambao tunapaswa kuwatumia. Mfano, anaanza kutaja mstari wa tatu na huyo anasema mstari ule wa kumi tatu, wa, wa tatu anasema hivi wanne pamoja na hayo wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato, ngamia kwa sababu Yuachewa lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na wibari kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na sungura kwa sababu huche, hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheue, yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao, ni najisi kwenu. Tunaona Mungu anataja aina ya wanyama ambao tunapaswa kuwatumia, lakini ametaja wanyama ambao hatupasi kuwatumia. Leo hii watu wamekuwa wakizungumzia sana mnyama ambaye anaitwa nguruwe. Mungu anajua madhara ya kila kiumbe, na sio kila kiumbe ambacho amekiweka hapa duniani chapasa kuwa chakula cha chapula, mwanadamu. Na pengine ameweka mapambo, hatujui, pengine ameweka kwa sababu ya kwa ajili ya vyakula vya wanyama wengine. Leo hii mwanadamu anatumia e, nguruwe akiamini ya kwamba ni chakula, kumbe tumeona kwamba Mungu hajasema kwamba kuwa ni chakula. Lakini sio hivyo tu, turudi turudie kwenye funguetu la Kolosai mbili mstari wa kumi na sita, ametaja vyakula. Kumbe tumeona kwamba kwenye aina ya wanyama ametaja aina ya wanyama ambao tunapaswa kuwatumia, lakini tunarudi kwenye a, mambo ya sikukuu. Ametaja sikukuu za nani? Ukija mambo ya Walawi sura ya ishirini na tatu kwanzia mstari wa kwanza, ameandika pale aina za sikukuu. Ametaja sikukuu za jubrii ametaja sikukuu za mwezi wa kwanza e, siku ya saba, lakini mwezi wa kwanza siku ya kumi na nne ametaja e, Sabato kuwa ni sikukuu iliyo kuu kuliko sikukuu zote hapa duniani. Utaona kwa namna gani Mungu anaendelea kujipambanua na kueleza e, mistari au e, maelekezo ambayo mwanadamu anataka kutubu. Lakini ukija habari ya vinywaji ukisoma hapo mambo ya Walawi ishirini na tatu kwen na kuendelea utakuta ametaja divai, ni moja ya kinywaji ambacho amekitaja ilo, ambacho katika kifungu hilo ambacho mwanadamu anataka kutumia. Lakini sio hivyo tu, ukienda kwenye habari e, wapo wanatumia fungu la Timotheo Timotheo, waraka wa Paulo kwa Timotheo, yule namwelezea kwamba anatakiwa atumie divai mvinyo kwa ajili ya tumbo lake kidogo Wapo watu ambao tumekuwa kwamba kunywa kidogo usilewe, lakini nikupe habari njema mtu wa Mungu ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Yeremia 25 mstari wa 27 anazungumzia kwamba ni onyo kali ambalo Mungu analitoa kwamba nyweni, leweni na kuanguka na kutapika, lakini upanga upo juu yenu. Kwa Mungu anaahidi ya kwamba kwa wale watu ambao watakuwa wanatumia vinywaji, kwa maana kuna pombe, lakini pia kuna vitu ambavyo vinamfanya mwanadamu alewe. Kwa kumbe ameeleza pale kwamba kuna adhabu ya watu wa aina hiyo lakini pia kuna athari katika mwili wa mwanadamu. Kwao nikupendekezee ku, ni katika siku ya leo mtu wa Mungu ya uendelee kujifunza bibilia, na uwe na desturi ya kusoma bibilia, maana bibilia ndiyo taa ambayo inamwongoza mwanadamu wapi apite na wapi asipite. Nikutie ni, ni moyo mtu wa Mungu ya kwamba e, bibilia ndiyo nuru na ndiyo kiongozi. Tusimfate mzee wa kanisa, tusimfate kiongozi wa kanisa wala mwinjilisti wala nani, lakini cha msingi na waenende kwa ushuhuda na sheria na ushuhuda ni neno la Mungu, ambayo ndio Biblia Takatifu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, karibu sana, na tunaendelea kuzifunza katika, katika channel hii ya Uvumbuzi TV. Kuna sehemu ya pili ambayo nitakuja kuendeleza ili kusudi tuone kwa namna gani anaeleza vitu gani. Karibu sana mtu wa Mungu, nikukabidhi katika Uvumbuzi TV, usabu subscribe kushare na kulike watu wengine ili kusudi waweze kupata neno la Mungu. Barikiwa sana mtu wa Mungu.